Leo tutaangalia jambo muhimu sana linaloitikisa dunia, rais wa Marekani Trump na hatua yake inayofuata kuhusu Iran inaweza kubadilisha siasa za dunia. Haya ndiyo muhimu kujua. Jumamosi mosi really Aprili yble, maafisa wa Marekani na Iran walikutana Oman kwa mazungumzo yaliyoelezwa kuwa mazuri na yenye kujenga. Baada ya mkutano, Trump alitangaza kuwa atafanya uamuzi kuhusu iran hivi karibuni, lakini hakueleza zaidi. Hii ni mara ya pili Trump anazungumzia hadharani tangu mazungumzo yaanze. Amedokeza kuna maendeleo, lakini amesisitiza kwamba Iran haiwezi kutengeneza silaha za nyuklia. Wakati huo huo, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amebaki kimya, akihimiza jeshi lake kujiweka tayari. Sasa historia kidogo: mwongo mmoja wa uhusiano mgumu kati ya Marekani na Saudi Arabia, kupanda kwa bei ya mafuta duniani na mpango wa nyuklia wa Iran unaozidi kuimarika. Sera ya Trump ya maximum pressure inaweza kurudi, lakini vikwazo vya zamani vilishindwa kusimamisha maendeleo ya nyuklia ya Iran. Wakati hali ya kisiasa inazidi kuwa mbaya, hatari ni kubwa sana. Uamuzi wa Trump unaweza kubadilisha si tu uhusiano kati ya Marekani na Iran, bali pia usawa wa nguvu katika Mashariki ya Kati na kwingineko. Dunia nzima inamtazama Washington.